Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insha allah tunaendelea na darsa letu la nahau kupitia kitabu kinachoitwa Sulami Saudi. Leo tupo kurasa namba tatu. Kwa yule mwenye kitabu atafunua kurasa namba tatu, adarsu thalithu, somo la tatu. Basmaltu, nimepiga bismillahi. Basmaltu, nimepiga bismillahi. bismillahi. mara nyingi unapotaka kuzungumza E, kitendo ambacho umefanya wewe, unataka kusema nilifanya kitendo fulani wakati uliopita, utaweka te mwisho ambayo ina dhamma. Kwa mfano mtu anataka aseme nilikwenda, atasema dhahabtu, nilikwenda dhahabtu, nilikaa jalastu, inakuwa ni kama hivyo. Kwa hiyo basmaltu, nimepiga bismillah, asili yake kule juu ilikuwa ni basmala, amepiga bismillah. Sasa sasa hivi imekuwa basmaltu, lamu yetu iliyomalizikia na fatha sasa hivi tumeweka sakina, alafu tumeongeza herufi nyingine ambayo ni taa yenye dhamma, irabu yake itakuwa fi'il madi, ni kitendo cha wakati uliopita mabniyun ala fatihati muqaddarat lisukuni al-ard, kilichojengewa juu ya fatiha iliyokadiriwa kwa sakina iliyozuka fi'il madi, ni kitendo kilichopita kitendo cha wakati uliopita mabini yun kilichojengewa ala fatha juu ya fatha muqaddarati iliyokadiriwa, fatha ambayo imekadiriwa eh? lisukuni la ard kwa sakina iliyozuka. Asili ya lamu ilikuwa na fatha eh? asili ya lamu ilikuwa na fatha basmala. Sasa imezuka sakina kwenye lamu imekuwa basmal tu. Ndio maana akasema ni kitendo kilichopita kilichojengewa juu ya fatiha, lakini fatiha yake ni yenye kukadiriwa, ionekani hapo kutokana na hiyo sakina iliyokaa kwenye kwenye lamu hapo. Sakina ambayo imezuka badala, basmala imekuwa basmal tu. Tumeizusha sakina kwenye kwenye lamu, imekuwa basmal tu eh, lamu sasa hivi ana, ana sakina wa ta'u na te, hiyo te ambayo tumemaliza nayo eh lamu ana elezea dhamirul mutakallim ni dhamiri ya mzungumzaji, yani yule ambaye anazungumza, hiyo tendo inamhusu yeye. Basmal tu eh, nimepiga bismillah. Kwa hiyo wata watau na te, dhamirul mutakallim ni dhamiri ya mzungumzaji. Mabniyuna ala dhammat, fa'il, iliyojengewa juu ya dhamma. Fa'il mtendaji, mabniyuna ala dhammat, iliyojengewa juu ya dhamma. Te yetu ina dhamma eh Basmal tu fa'ilu, ndio mtendaji. Kwa maana hiyo tendo inamwakilisha e, mfanyaji wa iko kitendo, nimefanya kitu fulani, nimepiga bismillah. Kwa hiyo irabu yake inakuwa ni kama hivyo: basmal tu fi'lu madhi mabniyun ala fatihati muqaddarat lisukuni al'arid, wa ta'u dhamiru lmutakalimi mabniyun ala dhammati fa'ilu. Utatia irabu kama hivyo lakini usisahau kule basmala, tulisema fi'l madhi mabniyun ala fatihati muqaddarati lis-sukuni al-arid, ni kitendo kilichopita kilichojengewa juu ya fataha iliyokadiriwa kwa sakina iliyozuka. Wa tauna ta dhamirul mutakallim dhamiri ya mzungumzaji, mabiniyu na ala dhamma fa'ilu iliyojengewa juu ya dhamma. Umepiga bismillah. Huyo ambaye unamzungumzisha au unaongea naye ni mwanaume, ukimaliza na te yenye fataha eh, manake unamwambia mwanaume kwamba wewe ulifanya kitendo fulani. Basmalta kwa mfano, nataka kumwambia ulikwenda, utamwambia dhahabta, ulikwenda. Jalasta, ulikaa, eh inakuwa kama hivyo. Kwa hiyo, basmalta, umepiga bismillah, yeye mwanaume, irabu yake itakuwaje? Fi'l madhi ni kitendo kilichopita, mabniyyun ala fatihati, kilichojengewa juu ya fatiha muqaddarati, iliyokadiriwa lisukuni la ardhi, kwa sakina iliyozuka, wa ta'u, na ta'u dhamirul mukhatab, eh dhamirul mukhatabi ni dhamiri ya m, ya dhamiri ya mwenye kuhutubiwa. Eh, wa tau na te dhamiru almukhatabi ni dhamiri ya mwenye kuhutubiwa, ni kwa maana yule ambaye anazungumzishwa. E, nafsi ya pili umoja, nafsi ya pili umoja. Anasema wa tau na te dhamiru almukhatabi ni dhamiri ya mwenye kuhutubiwa, mabniyun eh, iliyojengewa yote ala alfatihati, juu ya fatiha, fa'ilu mtendaji E, te ni dhamiri ya mwenye kuzungumzishwa, ndio yule anahutubiwa, yani anayeambiwa, anayeongeleshwa. e, na hiyo te imejengewa juu ya fataha, fa'ilu ndio mtendaji. Narudia basmala ta umepiga bismillah. Fi'lu madhi ni kitendo kilichopita, mabniyyun kilichojengewa, ala fatihati muqaddarati lisukuni lardhi juu ya fataha, mm, iliyokadiriwa kwa sakina, eh, iliyozuka au sakina yenye kuzuka. Watauna te, dhamirul mukhatabi ni dhamiri ya mwenye kuzungumzishwa, e, au mwenye kuhutubiwa. Mabiniun iliyojengewa hiyo te alalfatha, tijuafatiha failu, mtendaji. Hiyo te ndio inaonesha mtendaji. Aliyetenda nani? Wewe mwanaume we, iyotee kitendo cha kuwa na fataha ndio inaonesha alama ya mtendaji kwa maana aliyetenda ni nani? Unamwambia ni wewe, ulefanya hiko kitendo ambaye ni mwanaume. Neno lingine ni basmalti. Kitendo kingine basmalti. Kumbuka tumetoka kwenye basmalta, tumeanzia basmaltu, basmalta, sasa hivi tupo basmalti. Unaposema basmalti, maana yake umepiga bismillahi, wewe mwanamke. Ukisema basmalta, maana yake unamwambia mwanaume, umepiga bismillahi mwanaume. Eh, sasa hapa ni dhamiri ya mwenye kuzungumzishwa ambaye ni nani? Mwanamke, nafsi ya pili. Lakini kwa mwanamke, ile ya mwanzo ilikuwa nafsi ya pili kwa kwa mwanaume, yani nafsi ya pili umoja kwa mwana mme, tuliona basmalta. Na nafsi ya pili umoja kwa mwanamke ni hiyo basmalti. Ndio maana akasema wata unate dhamirul mukhatu wabati, ni dhamiri ya mwenye kuzungumzishwa. Mabniyu na alal ala kasirati fa'ilu Iliyojengewa n yani yote ile ambayo imejengewa juu ya kasira. Mm, fa'il mtendaji. Tunaona te yetu ina kasira, basmalti, basmalti. Kwa wale wenye vitabu nadhani watakuwa na wanaona zaidi. Inshallah tununue vitabu, tujitahidi tununue vitabu, masomo yanaendelea. Eh, masomo yanaendelea. Kwa hiyo inshallah tusichoke, tununue vitabu, itakuwa ni vizuri zaidi eh, itakuwa ni vizuri zaidi kuendelea, kuendelea kufuatilia darasa ukiwa na kitabu na kwa tunafunua mambo yanaendelea. Kwa hiyo anasema basmalti, umepiga bismillahi mwanamke. Fi'lun fi'lun madhi ni kitabu kilichopita, mabiniyo ni kilichojengewa, ala fatihat juu ya fatiha, muqaddarati iliyokadiriwa, lisukuni la ardhi kwa sakina iliyozuka wa tauna ta dhamirul mukhatabati ni dhamiri ya mwenye kuzungumzishwa. Mabiniyun iliyojengewa ala kasrati juu ya nini? Ya kasra. fa'ilu mtendaji. Neno lingine basmalna, tunavuta kwa nuni mwisho eh? Basmalna tumepiga bismillah eh? Sasa kusema nafsi ya kwanza wingi, tumepiga bismillah, irabu yake itakuwaje? Fi'lu madhi yu yu, yaani eh, ni kitendo kilichopita. Mabiniyun kilichojengewa ala fathati juu ya fatha muqaddarati muqadarati lisukuni laridh iliyokadiriwa kwa sakin iliyozuka na wan, yani ile basmal na lile neno na wa na na, dhamirul mutakallim ni dhamiri ya mzungumzaji, wa maahu ghairuhu, eh, na wengine pamoja naye eh, na mwingine pamoja na kwa maana ni mzungumzaji na wenzake wengine. wa maahu wa ghayru huwa, na pamoja naye yeye mwingine, kwa maana yupo yeye na wenzake au yupo yeye na wenzake tumefanya kitendo fulani. Kwa hiyo ni dhamiri ya mzungumzaji lakini pamoja na mwingine asiyekuwa asiyekuwa yeye. Mabniyun iliyojengewa ala sukuni, juu ya sakin. Na fa'ilu mtendaji hiyo nuni imejengewa na sakina. Hiyo alif naita alif sukuni mm -hmm, iyo alifu ambayo ipo mbele ya nun alif alifu naita alifu ambayo inafanya kazi ya madda, inavuta. Ndio maana akasema e, wana na neno na dhamiru almutakallim, ni dhamiri ya mzungumzaji. Mzungumzaji ambaye wa mahu ghairuhu, na pamoja naye mwingine asiyekuwa yeye, kwamba yupo yeye na, na mwingine. Ndio maana akasema basmala, tumepiga yeye na mwenza na mwenzake E, mabiniyun iliyojengewa, e, ala sukuni, juu ya sakina, e, fa'ilu, mtendaji. Alifu nimesema e, ni alifu sukuni, inaitwa e, kazi yake ni kuvuta alifu sukuni ni, kazi yake ni kuvuta herufi. Kwa hiyo inakuwa na basmal na neno lingine basmala. Hmm, basmala basmala basmala maana yake e, wamepiga bismillahi E, wana, wanaume wawili wamepiga bismillah, wanaume wawili anasema fi almadhi, kitabu kilichopita, mabini kilichojengewa na fatiha juu ya fatiha, dhahirat e, yenye kudhihiri, wal alif, na hiyo alif fa'il, ndio ndio mtendaji ile alifu ndio mtendaji ile alifu ambayo ipo kwenye eh la mwalifu pale, kwa sababu basmala amemaliza na la mwalifu sasa, kuna lamu na alifu So, eh ile asili yake basmala. Sasa miaka ile alifu ikawa basmala, maana yake alifu ndio mtendaji. Yaani alifu ndio inaonyesha kwamba hiki kitendo kimefanywa na wanaume wawili basmala, wamepiga bismillah eh. Fil maadhi ni kitendo kilichopita, mabiniyun kilichojengewa ala fathati juu ya fatha dhahirati yenye kudhihiri, fathaki inaonekana. Eh, fatha inaonekana kwenye lam, ukiangalia pale kuna fatha dhahira ambayo imedhihiri, eh, haijakadiriwa kwa maana kwenye lamu hakuna sakina, kuna fataha kabisa inaonekana. Ndio maana akasema fataha ambayo imedhihiri, imedhihiri. Wal alif na alifu, fa'ilu ndio mtendaji. Alifu ndio anaonesha kwamba hiki kitendo kinatendwa na watu wawili wanaume, basmalu wamepiga bismillahi, wanaume wengi. Basmalu wamepiga bismillahi, wanaume wengi, rabu yake itakuwa, atakua fi'lu madhi mabniyyun ala fatihat muqaddarat, eh, liharakati ni kitendo kilichopita. Mabniyu kilichojengewa, ala fatihati, juwa fataha muqaddara, ilokadiriwa kadiriwa, li harakati, kwa haraka zenye kunasibiana. Wal wau, na wau dhamiru, ni dhamiri jamii ya wingi. Failu ndio mtendaji anasema, basmalu wamepiga bismillah, wanaume wengi. Fiil madhi ni kitendo kilichopita, mabniyun kilichojengewa, ala fatihati juu ya fataha fataha hiyo mukadarati iliyokadiriwa kadiriwa eh? Si fataha yenyewe kwa maana basmala, kwa maana fataha imekadiriwa. Imekadiriwa kwa nini? eh, imekadiriwa na nani? Ile harakati kwa haraka eh haraka ndio hiyo tunasema, fataha ni harakatu, dhamma ni harakatu na kasra ni harakatu, hizi zote naitwa haraka eh? Sasa fataha, amenasibiwa kwa maana fataha amekadiriwa kwa haraka mwingine ambaye ni dhamma, ndio maana akasema E, muqaddarati li harakati munasabati. E, iliyokadiriwa kwa e, haraka yenye kunasibiana kuna na hiyo na hiyo haraka yenye kunasibiana na yenye kunasibiana na hiyo, kwa maana mitoka fataha amekaa ama dhamma mm. Walwau na wau maanake imekuwa basmalu, tumeweka wau ambayo inasa ina ina sakina inavuta basmalu. Anasema walwau na wau dhamiru jamai, ni dhamiri ya wingi ile wao ndio inaonyesha kwamba hiki kitendo kimefanywa na watu wengi, lakini ni wanaume wanaume wengi basi malu. Kwa ukitaka kusema kwa mfano, wamekwenda wanaume wengi utasema dhahabu, wamekaa wanaume wengi jalasu mm, inakuwa ni kama ni kama hivyo eh. Kwa hiyo anasema wal wau na wau dhamiru jamai ni dhamiri ya wingi, fa'ilu mtendaji Anasema neno lingine basmal tuma eh, mmepiga bismillahi nyinyi wawili, basmal tuma mmepiga bismillahi nyinyi wawili. Aijalishi eh, wanawake wawili au wanaume wawili au mwanamke na mwanaume. Unapotaka kuambia watu nyinyi wawili, awanaume wawili, awanaume wawili. Eh, sasa mkusema, antuma antuma nyinyi wawili kwa basmal tuma mmepiga bismillahi nyinyi wawili <coughs> irabu yake itakuwa fi al-maudhi mabniyun ala fatihati muqaddarati lisukuni al arid. Eh, kitendo kilichopita kilichokadiriwa, jua fatiha iliyokadiriwa e, kwa sakina iliyozuka te wataunate, dhamirul mukhatabaini eh, ni dhamiri ya wazungumzaji wawili, dhamirul mukhatabaini, dhamiri ya wazungumzaji.